Inakuaje wakati wa uchaguzi mko milangoni kwetu, leo hapa mnakuwa ndio watu wa kuwatolea mifano waganga wa kienyeji? Kwa nini msiwadharau, msiwa watu ambao, si usiku mnakuwa mko majumbani kwao? Shaga mimi, ma, mimi ni makamu wa mwenyekiti wa baraza la tiba asili tiba mbadala Tanzania. Hatuwezi kukaa hata siku moja tukaja tukasema ni namna gani tunaweza kutatua tatizo la tiba asili tiba mbadala, badala ya kuwachaja kwamba hospitali zenu zinakosa dawa. Nyinyi mnaona fani kutaja waganga wa kienyeji na wasaidia hivi. Nyinyi hakuna aliyokwenda kutibiwa hapa? Msiseme haya mambo kinini hapa. Naomba kuanzia leo msitufananishe, mkichangia changieni hoja zenu. Msiwafananishe watu ambao siku usiku, usiku mko majumbani kwao, mnakwenda kutibiwa. Mheshimiwa <coughs> Mheshimiwa Mwenyekiti, Haya amepita. <laughs> Jamani, amepita. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali za Tanzania ni hospitali nyingi sana ambazo zinahitaji zinahitaji zipatiwe upembuzi zipatiwe tiba. Leo hii kuna matatizo ambayo yanaendea katika mahospitali ma ma ma, kuna hospitali nyingi madaktari wenyewe wanafanya kazi katika mazingira magumu, lakini kuna watu ambao sio madaktari, wakifika pale wanaharibu kabisa taaluma ya madaktari wetu. Naomba Mheshimiwa Waziri, unapokuja hapa utuambie wale watu ambao wanavaa nguo ambazo sio madaktari wanajifanya ni madaktari, wanachukua hela za wapiga kula, wanachukua hela za walala hoi, alafu dawa hawapati. Matokeo yake fani yote madaktari wanapewa, wanapewa majina mabaya, kitu ambacho mimi, nilikuwepo Muhimbili, nilitibiwa vizuri na madaktari mabingwa Muhimbili, lakini kuna watu wamevaa vinguo vya manjano njano, eti wasaidizwe madaktari. Ukifika pale wanakupokea wao. Hawa watu wa, waandikeni namba kwenye mashati yao ili tuwajue, na ndio maana mkifanya namna hii mtafanikiwa sana na hamtakuwa mnapata matatizo. La pili ndugu zangu, tusiendelee tu kuangalia mwangalie dawa. Dawa ni kitu muhimu sana kwa Watanzania. Leo hii hospitali nyingi hazina dawa, na tatizo ni kwamba si nyinyi, huko nyuma watu walipokuwa wanapeana huu uongozi uongozi huu alivyokuwa anapeana, imefika mahali mtu anakwenda kuchukua dawa feki, ilmadi hela zinaingia mfukoni mwake, alafu tunakuwa hatupati chochote. Naomba mheshimiwa waziri, utakapokuja, angalia kabisa. Hata unapasua majibu, umepasua majibu vizuri sana lakini, angalia hawa watu wengine, wanunuzi wa madawa hawa, wananunua dawa zinakwenda wapi? Dawa zinaonekana zimetoka, zimetoka MCD zimekwenda m mikoani, hazijafika, ziko kwa kina nani? nimeona ni aseme haya, mheshimiwa mwenyekiti, lakini naomba kitu kingine. Hospitali yangu ya Korogwe ni hospitali kubwa sana. Ina, ina, ina, ina, ina mikoa karibuni mitatu, mkoa wa Pwani, mkoa wa Tanga, mkoa wa Kilimanjaro. Kila ajali inayopatikana barabara kubwa, wateja wote, wagonjwa wote wanaingia pale Magunga hospitali, lakini inatengwa sana hii hospitali. Ni kwa sababu gani? kama Tumbi imekuwa hospitali ya, ya teule. Kwa nini Korogwe siyo hospitali ya teule na kila kigezo kiko tayari? Naomba mtusa, mtuangalie na sisi watu wa Tanga. Waziri unatoka una, Tanga wewe. Unafanya mambo makubwa sana kwenye mikoa mingine hata mkoa wako umekuja kwangu mara tatu na ume, umefanya kazi kubwa, umetoa madawa, umetoa mashuka. Hebu ipandishe hadhi Mheshimiwa Simba Chaweni yupo. Mimi nilikuwa ni, ni, niombe hilo, na kwa sababu una, una makamu wako makini na unafanya kazi kwa kujitolea sana. Hebu fanyieni kazi muhakikishe kwamba Tanzania hii kwamba kwanza mwongezewe hela, mlizotengewa pani ndogo sana kufatana na mazingira ya sasa. Mwaka elfu miaka ya nyuma watu walikuwa milioni kumi na mbili, wakaja kuwa milioni ishirini na tano. Sasa hivi ni milioni arobaini na nane, milioni arobaini na nane. Kwa mabilioni haya mnayotenga watu watatosheka kiasi gani? Hebu tubadilike kama kweli tunataka kuisaidia hii wizara ya afya. Bajeti hiyo ni ndogo, iongezwe ili dawa ziende mashuka ende. Unakuta hospitali nzuri haina vitanda, unakuta hospitali nzuri haina shuka, unakuta hospitali nzuri haina madaktari. Madaktari pia ni watu wa kutakiwa waonekane sana. Sisi wengine mnafika mnakuta mnatukana madaktari, mnatukana kwa lipi? Wakati mgonjwa umekuja pale umemkuta daktari na mgonjwa mwingine, wataka atolewe mgonjwa mwingine aingizwe babu yako, kwa sababu eti ndugu yake na Maji Marefu. Naomba hili tatizo mheshimiwa uliangalie sana. Waziri wa fedha upo hapa Embu bwana mipango ya rafiki yangu ongezea ni pesa pale, tusifanye kazi. Mnasema kilimo, mnasema maji, mnasema umeme, lakini hakutakuwa na umeme bila kuwa na afya, hakutakuwa na elimu nzuri bila kuwa mtu na afya. Embu tuyamalize haya, tukiyamaliza haya mambo mengine yote yatakuja. Tufanye vitu vichache ambavyo vitasaidia watu wataviona kwamba vimekamilika kuliko kwa... oh.